Rais Dkt Samia Suluhu Hassan siku ya jana alizindua rasmi sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 katika toleo la mwaka 2023. Ujio wa sera hii ni mahususi kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mambo yote ambayo yanahusiana na ardhi yaweze kutambulika na hatimaye basi Watanzania waweze kunufaika kupitia ardhi ambayo wanamiliki. Moja eneo ambalo amelipigia upatu ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na upimaji, akisema kwamba kwa sasa ni chini ya asilimia sabini ndiyo ambayo asilimia ishirini hivi ndio ambayo imepimwa, huku asilimia zaidi ya sabini ikiwa bado haijapimwa. Wakati haya pia akija ni tayari kuna mkakati mahususi wa kuhakikisha kwamba ardhi yenyewe inarasimishwa. Ni kwa namna gani basi ujio wa sera hii mpya unaweza ukaleta matunda kwenye maeneo haya. Ndio mjadala wetu ambao umetuleta pamoja hapa kwenye Uchanganuzi. Naitwa Nordine Selemani, ndiye ambaye ninakualika hii leo nikiwa na matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama bin salmin. Kutoka kule Dodoma katika studio zetu pale, eh, Dodoma, tunaungana na kamishna wa ardhi hapa nchini Matthew Nhonge. Karibu sana Matthew Naam, lakini pia hapa studio tunaye Emmanuel Mrema, iye ni mtaalamu wa maswala ya ardhi. Nilitamani sana tungeanzia pale Dodoma. Matthew, uh, unanisikia vyema? Mm. Basi tutakwenda pale Dodoma, uh, wakati ambapo mambo yatakuwa yamekaa sawa ili kuweza uh, kuungana na Matthew Ngonge ambaye yeye ni kamishna wa ardhi hapa nchini. Emmanuel. Tumekuja na sera mpya ambayo rais pia, e, ukimsikiliza naona kwamba ujio wa sera hii utaleta matumaini mapya e, katika kuhakikisha kwamba rasilimali ardhi inaendelea kuwa na manufaa kwa Watanzania. Unaona, hii sera tu peke yake inatosha kufikisha kile ambacho rais anakiwaza. Um, ni hatua muhimu ni hatua muhimu sana ambapo uh, inahitaji kupongezwa na Watanzania wote lakini pia na marafiki zetu ambao wanapenda maendeleo ya taifa letu. Ardhi ni moja ya misingi ya maendeleo ya taifa lolote, na kama baba wa taifa Mwalimu Nyerere alivyowahi kusema, uh, ili tuendelee tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kwa hiyo sera ya ardhi kwa wataalamu wengi duniani wa sekta ya ardhi wanaichukua kama katiba ya pili ya nchi mm. Kwa sababu a, baada ya katiba mama ya taifa, sera ya ardhi inashikilia maendeleo, inashikilia matumaini na inaunganisha umoja wa kitaifa. Kwa hiyo alichofanya Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ni hatua kubwa kwa Watanzania na imeonyesha upendo mkubwa alionao kwa wananchi wake kwani eh, mabadiliko maboresho yaliyofanyika kwenye sera hii sasa yanatoa mwanga wa utatuzi wa changamoto nyingi ambazo zimekuwepo, uh, ingawa uh, sekta yetu ya ardhi, Wizara ya Ardhi na vyombo vingine vinavyoisaidia mm, vimefanya bidii kubwa sana katika kuboresha huduma za ardhi na kuifanya ardhi iwe kichocheo cha maendeleo hmm, ya taifa okay. Kwa hiyo ni wazi kwamba uh, maboresho ya sera hii ni mwanga mpya na ni hatua kubwa sana kwa taifa. Kamishna okay, uh, uh, Mathew Honge, nadhani sasa unanipata vyema kabisa kutoka hapo studio zetu za uh, Dodoma. Uh, sera tayari imeshazinduliwa na ina maswala kadhaa, kubwa zaidi ikionekana ni katika kurasimisha lakini kurasimisha ni hatua ambayo inafuata baada ya michakato kadhaa nyuma, ikiwemo swala zima la upimaji. Tuanzie katika hili eneo ambalo ni la upimaji, ambalo mara kadhaa limeleta maneno maneno, na kuna maeneo ambayo watu wamejikusanya kwa nguvu zao, wakatoa fedha ili wapimiwe na hatimaye kurasimisha hayo maeneo, lakini kumekuwa na hiyo shida katika hili eneo nini ambacho hii sera inaweza kuja kusaidia ili sasa watu kwanza waweze kupata huo eh, mchakato wa upimaji uende vyema, kabla hatujafika hiyo hatua ya urasimishaji ambayo nayo ipo katika sehemu ya sera yenyewe? Ninakushukuru ni sana ndugu mtangazaji, na kwa sababu umenipa nafasi kidogo ya kulizungumzia swala la uzinduzi wa sera E, kwa maana ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, e, kwanza niseme kwa kifupi kwamba sera hii inaendelea kubeba msingi wa mfumo wa umiliki wa nchi na msingi wenyewe umebebwa kwenye dhana tu ya kwamba ardhi yote ya nchi yetu ni ya umma na imekabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais raisi kuisimamia kwa niaba ya Watanzania wote na kwa msingi huo, Watanzania raia wa Tanzania wana haki ya kumiliki ardhi, na wengine, kwa mfano, wageni wanaweza tu kuipata haki hiyo kupitia e, kwa njia ya utaratibu wa uwekezaji kama ilivyowekwa na, na, na, na sheria zingine pamoja na, na, na sera yetu. La, la, lakini swala lingine la, la muhimu sana katika hili ni kuendelea kutambua kwamba tuna haki ya kumiliki ardhi zinazotolewa mijini, lakini tuna haki za wananchi wengi walioko vijijini ambao wanamiliki kwa utaratibu wa kimila. Mifumo hii miwili imeendelea kuwa msingi wa sera hii ambayo tumeifanyia maboresho. Lakini eneo lingine la tatu ni eneo la kuendelea kutambua kwamba kwamba ardhi yetu imegawanyika kwenye makundi matatu kwa maana ya kwamba kuna ardhi ya jumla kuna ardhi ya kijiji na ardhi ya, ya, ya hifadhi zote hizi ndizo zinatengenezea ardhi ya, ya, ya nchi yetu lakini miongoni mwa maeneo makubwa sasa nikija kwenye hoja hii ni hili eneo la kuendelea kutambua haki za ardhi za wananchi waliopo kuzipanga kuzipima na kuzisajili mm. Takwa hili tunafikiri ni la msingi sana. Kwa sababu gani? Kwa, kwa sababu tusipofanya utambuzi wa nani anamiliki nini, tunaweza tukajikuta baadhi ya wenzetu au baadhi yetu tuna tunashikilia ardhi kubwa zaidi kuliko wananchi wengine. Tunachotaka kwenda kuondoa ni hii dhana ya kuhodhi ardhi lazima tuwe na ukomo wa namna ambavyo tunajua huyu anamiliki kiasi gani ili tuweze kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na haki sawa ya kupata na kumiliki ardhi katika nchi hii. Kwa hivyo, msingi mkubwa ni kuhakikisha kwamba kwa kweli kunakuwa kuna haki sawa ya kupata kutumia na kumiliki ardhi katika nchi hii ili kuepusha baadhi ya wananchi wasiweze kupata, kupata haki ya kumiliki lakini la msingi lingine ambalo tumefanyia eh, maboresho kwenye sera hii hmm, lilikuwa ni haki ya wanawake kurithi ardhi okay. Na hili lina tofauti kidogo na sera iliyopita. Sera iliyopita ilikuwa inatoa haki sawa eh, ya kurithi ardhi, lakini ilikuwa inasema inapokuja eh, kwenye haki ya mwanamke kurithi ardhi ya ukoo inaitwa clan land hmm. Ilisema eh, mila na desturi zitazingatiwa. Kwa hiyo hilo tumeliondoa kwenye sera hii, ili tuhakikishe tu kwamba kuna haki sawa. Mila na desturi hatuwezi kuziweka pale mtu anapokuwa na haki ya kupata ardhi kwa njia ya kurithi, na ni, ni vizuri tukatambua kwamba miongoni mwa njia kuu za watu kupata haki ya kupata ardhi ni njia ya kurithi. Kwa, kwa hivyo ukiwekea masharti unakuwa na unaunyima upande mmoja wa kupata haki sawasawa sawa na kundi lingine, na hapa tunazungumzia haki ya wanaume pamoja na wanawake kwenye kupata ardhi. Okay. Lakini niseme suala lingine la msingi sana nimalizie na hili ambalo mm. ni la msingi sana. Sera se hii imesisitiza sana matumizi ya, te ya tehama. Okay. Tunaamini kwamba matumizi ya, ya tehama yatakuwa ni, ni, ni, ni mwarobaini kwenye kuondoa changamoto zilizopo katika nchi yetu za utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, lakini na uwazi kwenye mfumo wetu wa umilikishaji ardhi. Hmm. Na, na ndio maana hata jana mtaona pamoja na kwamba Mheshimiwa Rais wetu e, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. eh, Samia Suluhu Hassan alituzindulia sera, lakini alipata nafasi pia ya kutuzindulia mfumo wetu wa kielektroniki ambao utatumika kwenye shughuli za kupanga, kupima na kumilikisha ardhi nchini. Kamishna, uh, umetupa picha nzuri sana kuhusiana na sera yenyewe na yale ambayo uh, yana yaliyomo ndani na lengo lake ni kuleta tija uh, mujarabu zaidi kwa Watanzania hasa ukitaja swala so zima la mtu mmoja mmoja kumiliki ardhi. Uh, umiliki wa ardhi una mchakato wake. Uh, tunafahamu kwamba mtu unaweza ukawa na ardhi lakini mpaka uje upate hati kuna mambo kadhaa hapa lazima yafanyiki, ikiwemo swala la upimaji. Kwenye upimaji kumekuwa kuna shida hapa, mmebebaje hili jambo ili kuhakikisha kwamba shida ambazo zilikuwepo za miaka mingi inamalizwa na hatimaye sasa watu waone kwamba huu mchakato wa kupata urasimishaji utakuwa ni, na tija. Ninakushukuru sana na nafikiri swali hili alianza kuniuza dada yangu Ivona mwanzoni na mimi ningependa ni kiu yake niifanyie ni kazi, hmm. Ninatambua ni kwamba tulikuwa tuna changamoto kubwa wakati wa utaratibu wa kuandaa eh, mipango ya mipango miji wakati wa zoezi la urasimishaji tuliandaa mipango ya viwanja kama milioni mbili na laki sita. Mm -hmm. Na tunatambua eh, kampuni ya urasimishaji yalipima viwanja zaidi ya milioni moja na laki tano. Mm. Na tunatambua kulikuwa kuna hiyo, hiyo pungufu kati ya milioni mbili na laki sita na upimaji ambao ulikuja kuwa wa viwanja milioni moja na laki tano. Okay. Lakini nataka niseme kwa sababu nilizungumza kidogo swala la ukwamuaji. Lakini ukwamuaji ulikuja kwa sababu kulikuwa kuna changamoto. Hmm. Na mimi sitaki kurudi kwenye hizo kwa sababu nilieleza kwenye hatua ya mwanzo, lakini niseme kwamba tumechukua pia hatua kwa sababu tunatambua kulikuwa kuna makosa yaliyofanyika na hasa kwenye zoezi zile la kupanga na kupima lililokuwa linafanywa na makampuni okay. Ni, ni wathibitishie kwamba makampuni kumi na tatu yalichukuliwa hatua ambayo yalikuwa wanafanya kazi na hatua hizo zilikuwa ni zipi? E, kuna makampuni sita ambayo tuliyapeleka kwenye e, taasisi za uchunguzi kwa sababu kulikuwa kuna masuala ya fedha yalihusika Hmm. Lakini makampuni saba yalifungiwa kabisa kufanya kazi na tutambue e, kwenye eneo la, la la upimaji na upangaji tuna bodi za kitaaluma zinazosimamia maeneo hayo. Kwa hiyo kuna makampuni saba ambayo yalichukuliwa hatua kabisa ya kufungiwa kutofanya kazi kwa sababu ya ukiukwaji wa weledi. Lakini makampuni sita tuliyapeleka pia kwenye taasisi za uchunguzi kwa sababu tulikuwa na maswala ambayo yalikuwa pia yanahusiana na masuala ya kifedha. Kwa hiyo hatua zimechukuliwa mpaka serikali inakuja kuchukua hatua za kukuamua ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaondoa kero kwa wananchi wetu na kuhakikisha kwamba tunawapangia tunawapimia ardhi na kuwapatia hati za kumiliki ardhi kupitia mifumo sasa hii ambayo pia imekuja na sera hii ambayo itarahisisha utaratibu wa kutoa hati kwa Watanzania. Mm. Uh, tupe sasa picha nzima ya hali sasa ya upimaji baada ya hayo ambayo yameshatokea yamekwenda huku mbele ambako tunakwenda ambako hata mwenyewe umesema sasa, tu zile changamoto ulishazigusia na zimeshaanza kuchukuliwa hatua, huku tunakokwenda, hali nzima ya upimaji katika maeneo mbalimbali mbali ipoje? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji, ni kwenye hili suala la upimaji ni, ni, ni, ni, na, la upangaji na upimaji na uandaaji wa ramani na, na, na, naomba kidogo kwanza nili, nilizungumze kwamba sera hii inatambua, okay. Unapotumia mifumo ya kisasa ya kidigitali maana yake unapanga na kupima ardhi kidigitali. Mm. Pia utakuwa unahitaji utunzaji wa hizo taarifa za kidigitali tofauti na mfumo wa zamani, tulikuwa tunatumia majalada kutunza kwenye kwenye kwenye, kwenye kwenye maofisi yetu. Mm. Kwa hiyo pia ta, e, e, sera yetu inatambua kwamba tutahitaji kwenda kutunza taarifa za, za kidigitali kwenye mfumo. Hilo ni namba moja. Lakini matumizi ya teknolojia yamesitizwa sana kwenye, kwenye, kwenye eneo la upangaji na upimaji kwa kutumia teknolojia rahisi lakini ambazo zina accuracy kwa maana ya kwamba unapopima unakuwa na uhakika eneo hili nilipima ndipo hapo lilipo. Kama umepima kiwanja kwa mfano tuseme Mtumba, basi yale majira ya nukta ya, ya, ya teknolojia unayoitumia kweli kiwanja hicho kionekane dhahiri kwamba kiko eneo la Mtumba na sio sehemu nyingine yoyote. Lakini niseme kwenye dhana ya upimaji, pia sera hii ilichokisitiza ni kwamba kuna uandaaji wa ramani za msingi mm. Jana ja, hili lilizungumzwa tulipokuwa tunazungumzia upimaji, utengenezaji wa ramani za msingi lilichukuliwa kwa urahisi kwamba inawezekana ni ramani tu ya kuchorokiwa mezani. Zoezi hilo litahusisha kupiga picha za ndege zenye rubani pamoja na kutumia drones hmm. Ukishafanya hiyo ndio unakuja unatengeneza ramani zitakazokuwezesha kupanga na kupima ardhi kwa haraka na, na sera hii imesisitiza sana matumizi ya teknolojia lakini na uandaaji wa ramani ambazo kwa mara ya mwisho kama mlivyosikia jana hmm. E, Mheshimiwa waziri wetu alizungumza wa, lakini na Mheshimiwa rais wetu alizungumza ramani za msingi, kwa sisi wataalamu tunasema hizi ni base maps. kwa mara ya mwisho zilitengenezwa mwaka 1978 okay. Kwa hiyo utaona kwamba e, kuna uwezeshaji mkubwa sana kwenye, e, kwenye awamu ya sita ambao umekuja pia na maandalizi haya ya teknolojia na kuhakikisha kwamba tunatengeneza ramani za msingi ambazo zinawasaidia wata, zina wataalamu kwenye eneo la upangaji na upimaji e, kuharakisha zoezi la upangaji upimaji, na hivyo pia kwenye umilikishaji, kwa sababu mifumo sasa hii mipya ya hii ardhi ambayo tumezinduliwa pia jana itatumika kwenye umilikishaji ardhi nchi, nchini. Okay. Kwa tuna tunauhakika kwamba kwa, kwa kuwa na mifumo kwanza tutapunguza gharama za upimaji Hmm. Okay, uh, amekimbia kidogo kamishna, uh, kini mambo atakapokaa sawa tutarudi kwake. Mrema, uh, umesikia hapa namna ambayo serikali nasema kwenye hii sera, swala kubwa itakuwa ni swala la kidijitali, tehama itatumika zaidi. Ni mwarubaini kwa kiwango gani? Um, kwa dunia ya leo uh, ufanisi mzuri unatokana na matumizi ya tehama. Okay na tehama inarahisisha hata ufuatiliaji, uh, kwa mfano tunapozungumzia upimaji, uh, kamishna amesema kwamba tutatumia drones, tutatumia picha za ndege mm. Hii inamrahisishia hata yule mpima anapokwenda kupima akalinganisha sehemu aliyopima na picha ile, basi anapata ueka kwamba sehemu hii ndiyo sehemu yenyewe hasa. Kumekuwa na matatizo huko nyuma kwamba uh, e, mamlaka za upangaji mm. zinapanga eneo, mpima anapokuja akichukua uh, taarifa zake anakuta zinapishana mm. zinapishana sasa, uh, eneo lililopangwa linapishana kiasi fulani na eneo ambalo anakwenda kupima okay. na hii imekuwa ni sababu moja ya kushindwa kukamilika kwa miradi mingi ya urasimishaji kwa mfano Hmm. Sasa hiyo inakwenda kuondolewa, lakini matumizi ya tehama yametengenezewa mfumo na Wizara ya Ardhi hmm. kwa hiyo sasa sasahivi uh, mwenye eneo anaweza kuingia kwenye mfumo akafuatilia eneo lake alilopima, uh, kazi yake imefikia wapi, imefikia hmm. kiwango gani, kama imekwama, imekwama kwa sababu gani, na anaweza kutoa uh, kufanya suluhisho hmm. haraka bila kuchelewa. Okay. Kwa hiyo ni wazi kwamba uh, hii sera imetengenezwa kwa namna ambayo inajumuisha teknolojia na maisha ya watu. Mm. Kwamba unaweza kufuatilia, unaweza kufanya malipo yako kwenye mfumo bila kwenda kupanga foleni kama zamani. Eh, unaweza kuhifadhi zile taarifa kwenye mifumo bila kutengeneza mafaili na mengine yanapotea, mengine hayajulikani yako wapi. Basi ni wazi kwamba uh, wizara imejipanga na hmm, tunauhakika kabisa kwamba sasa tutaona mabadiliko hmm, na ule wasiwasi mliokuwa nao wa urasimishaji na nini e, sasa tuondoe. Kwa hiyo Mrema, kwa mtazamo wako na utaalamu wako, unahisi una kabisa itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini ule mpango ama malengo ya serikali ya kufanya upimaji wa ardhi yote utakuwa umefikiwa kupitia hii teknolojia? Um, nilimsikiliza mheshimiwa waziri na alieleza vizuri uh, namna wizara ilivyojipanga mm. Uh, tumeona Mheshimiwa Raisi Dr Samia Suluhu Hassan ali alikabidhi ali, ali vitendea kazi mm. magari ya kazi magari hasa ya kazi <laughs> na uh, pia tukaambiwa kwamba kuna bajeti tayari nzuri kabisa ambayo inadhihirisha kwamba serikali sasa iko makini iko serious na sekta ya ardhi lakini pia uh, matumizi ya drone kwa nchi na ndege ni mara ya kwanza katika miaka karibia hamsini. Kwa hiyo naona mwarubaini mzuri okay sana katika sekta ya ardhi. Kwa hiyo mm, eh, wananchi wote tuwe na imani kubwa kwamba sasa uh, sekta ya ardhi imepiga hatua kubwa na italeta maendeleo yanayoonekana okay. Uh, turejea Dodoma pale kwake, kamishna Mathew. Kamishna, ulipotea kidogo, lakini hebu turudi jana, mara baada ya rais kuzungumza uh, mitandaoni kukaa kumechafuka, taarifa zikaja, watu wanasema sasa Tanzania kuchora ramani yake tena upya na nini uh, kila mtu akaja na maneno yake ambayo anayajua yeye mwenyewe. Kinachokwenda kufanyika ni nini? Hebu tuwasaidie Watanzania ambao waliingia katika jambo ambalo hawalijui na nakushukuru na sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyoanza kusema ni kwamba bahati nzuri bwana Mlema amelifafanua kitaalam sana, nafikiri ni mtaalam kuli sana kwenye eneo hili, kwa maana nilipokuwa ni tunazungumzia ramani yetu ya nchi humu ndani, ukiachilia mipaka yetu ya nje, humu ndani kuna mwananchi mmoja mmoja ana eneo lake, lakini tangu sabini na nane ni muda wa takriban miaka inakwenda E, arobaini na kitu hapo mm. Arobaini na kitu, maana yake uhalisia umebadilika tangu mwaka elfu moja mia sabini na nane. Unapopiga picha za anga sasa hivi, inamrahisishia mtu anayetengeneza mpango wa nchi, iwe kwenye kupima viwanja, ile kwenye kujenga miundombinu ya usafiri, iwe ni kwenye kuweka miundombinu ya maji, iwe miundombinu mbalimbali mbali ya, ya bomba la mafuta mtu anayetengeneza mipango ya miundo mbinu anakuwa anajua kwa uhalisia hali halisi ilivyo ardhini mm. Kwa hivyo hiyo ndio tunakwenda kutengeneza mapping. tunaenda kutengeneza kuipima nchi ili tujue kwa uhalisia. Sasa hivi hali halisi ipoje mm. Kwa hivyo ndiyo maana tumesema kwamba hili ni eneo la muhimu sana na la msingi ambalo pia limeingizwa kwenye sera. ina bahati nzuri mm. Huyo amelitaja amelitaja kwamba e, serikali ya mheshimiwa rais wetu tumewezeshwa kupata dola milioni 65 ambazo zitatumika kwenye kazi hii, kwa maana ya kwamba tutakuwa na ndege ya rubani, lakini tutakuwa na drone za kutosha ambazo zitapiga picha za anga na tukishazipata picha za anga za nchi nzima maana yake wataalamu wa mipango miji pamoja na upimaji pamoja na umilikishaji ardhi watafanya kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba sasa kazi hiyo inafanyika kwa uhalisia zaidi kuliko kufanya ubunifu wa upimaji bila kujua hali halisi iliyoko uandani. Mwandisi, hmm, wakati wetu natukimbia, tunakwenda kwa kasi kweli kweli. Hebu waambie wale ambao wamekuwa na hofu na wengine wakiona kwamba Uh, nchi ilikuwa ni kama sehemu ya migogoro tu ya ardhi ya mara kwa mara, ujio wa sera hii katika toleo la mwaka ishirini ishirini na tatu unakwenda kuleta suluhisho gani katika eneo la migogoro mizima ya ardhi? Um, ninakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ni, ni kama nilivyokuwa nimesema tangu mwanzo, hatua ya kwanza ya kujua nani anamiliki nini ni kwenda kutambua kila kipande cha mtu na huo ndio umekuwa msingi wa kero na malalamiko yaliyopo hasa sasa. Kwa hivyo tutakachokwenda kufanya ni kwa kuhakikisha kwamba tunatambua ardhi ya kila mtu na matumizi yaliyopo. Kama ni matumizi ya hifadhi, yatajulikana yatapangwa na kusajiliwa. Kama ni matumizi ya mtu mmoja mmoja, yote yatabainishwa ili kila mtu ajulikana anamiliki nini kwa wakati gani na alipata kwa utaratibu upi. Hiyo ni hatua kubwa sana na ya msingi ya kwenda kuhakikisha kwamba tunamaliza changamoto zilizopo. Lakini neno la pili ni la kuimarisha mifumo yetu ya utatuzi wa changamoto na migogoro mm. Tutambue kwamba hata kwenye mabaraza yetu ya ardhi na hapo huko, kuna mifumo ambayo itawezesha mtu kufanya kazi kwa haraka na kujua mbe, e, mashauri yaliyopo, utaratibu wa kuyatatua. Lakini la muhimu sana amelizungumza bwana Mlema. na mimi ningependa kulizungumza hapa mm. kwamba kwenye umilikishaji ardhi hakuna kitu kizuri kama uwazi Okay. Unapofanya kazi kwenye mifumo online mm. inamwezesha mtu kujua hatua za kupata haki yake. Atajua haki hii imekwama kwa nani, ni rahisi kulalamika kwamba hati hii imelalamika kwa mtu fulani mm. Unapokuwa hauna mifumo ni vigumu sana, kwa mfano kwa mheshimiwa wa waziri wangu sasa hivi kujua hati iliyoko kwa mfano Njombe mm. au iliyoko Mbeya imekwama kwa nani? Okay. Kwa hiyo unapofanya kazi kwenye mfumo, kwenye dashboard unaweza ukaona, kwenye, itakusaidia e, kujua kwamba hii hati imekwama kwa fulani, imekaa kwa muda fulani. Kwa hiyo ni rahisi pia kuchukua hatua hata kwa watumishi kwamba, hata hmm, na niwahakikishie kwamba hata namna watumishi wanavyofanya kazi tabia zitabadilika, kwa sababu watakuwa wanajua kwamba tunaonwa tunapokuwa tunafanya kazi zetu. Okay. Kwa hiyo hizo hatua zote zitasaidia sana kwenye kupunguza kero na malalamiko ya wananchi yanayotokana na matatizo mbalimbali yaliyopo yakiwemo hata ya rushwa. Okay uh, wakati wetu umetukimbia sana Mrema, nitamani useme kwa sekunde 30 tu jambo moja uh, kikubwa. Tuishukuru serikali yetu kwa kufanikisha kupata sera hii ambayo inaenda moja kwa moja kutatua matatizo, lakini uh, tuiombe pia serikali sasa iangalie sekta binafsi, kwa sababu sekta binafsi ina mchango mkubwa sana katika kufanikisha sera yoyote na katika sera hii ya ardhi uh, tuna sekta binafsi ambayo hebu iwezeshwe mm, kwa namna zote ikiwemo uh, kupewa ili, eh, kupewa elimu uh, kusaidiwa ushirikishwaji katika miradi hii, na tutakwenda katika uh, mwendo mzuri mpaka hapo 2030 tutaona matokeo makubwa sana. Okay, asante sana. Maneno ya kwake Emmanuel Mrema, huyo mtaalamu wa maswala ya ardhi, ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi. Lakini kutoka studio zetu pale Dodoma hii leo, tumekuwa na kamishna wa ardhi Matthew Nhonge. Ni kushukuru sana kamishna wa ardhi kuungana nasi kwa siku hii ya leo. Asante sana ndugu hmm, mtangazaji sana, sana, sana. Naam, na, kwa nikutendo nafikia tamati ya uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani. Leo tulikuwa tukitupia macho sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo ilizinduliwa jana, lakini kulikuwa kuna maswala ambayo yalikuwa yakionekana analeta ukakasi licha ya kwa kwamba serikali imesema kwamba kufika mwaka elfu mbili na thelathini itahakikisha ardhi yote hapa nchini itakuwa imeshapimwa, kwani kufika sasa ni asilimia sabini ya ardhi bado haijapimwa. Ndivyo ambavyo naweka nukta, ni kutakia usiku mwema na kila la heri. Panapo majaliwa yake Allah, tutakutana tena kesho. Kwa heri.